Sisi si, tuko nyuma we Aka. Sasa nyie wanaume mko nyuma, kuna salama? Tunaulizana jamani, msicheke haya mambo haya, tukae tukumbuke, ukumbusho huo. Na leo wangapi wamo, mwangapi wamo kwenye hayo mambo, dada mwa nyuma Wanaume tuko nyuma. Sasa kama wanaume wako nyuma, we mwanamke, una salama gani? na si mume kidogo, tuvuna muhogo, fanya mchezo nini wewe Umetiwa fulana lako mwanamama, unapumbazika. Um, um, um, ame kushinda mazoezi ya ndani na mume, utaweza a nje?